abodaboda wamekuwa ambao hawana adabu wamekuwa hawana heshima katika vyombo vya moto. Mara nyingi kijana unamkuta barabarani amenyanyua tairi juu na panga na, na inatumiza na, na, na, na, na kitu na kingine vijana kitu inatoa inapiga pupu barabarani, wengine wana pressure. Tunaomba vijana wao wakamatwe sawa, wakifanya vitu kama hivyo. Serikali zipo, imetumiza sana tatizo la mama yetu mtaau. Na pia mkuu wa mkoa tunamwomba afike mtaau, tuwekewe mabansi bila iko acotaondoka. Tuna uchungu sana na kitu vitu ambao vinatokea barabara hii. Tunalala hapa barabarani, tunatoa magodoro barabara hii imeua wa mama wengi, imeua tunatoka nao hatuondoki mpaka mkuu wa mkoa yeah, afike. Hatutoki hapa barabarani, tunasukumwa, tunasukumwa kama mikokoteni, sogeni pembeni, sogeni pembeni. Anakuja kuanzia asubuhi mpaka sisi, tunasubiria afiki, sisi tutakuwa tumepigwa, tumepigwa